Na hii miaka nne na nusu, mnajua mazingira yanabadilika kiasi gani. Nafasi yetu sasa hivi kama sekta binafsi ni kubwa okay. ka eh, kwa hiyo kwa hiyo aonga mwanzo kabisa mgeni rasmi akiwepo ya pili, kwanza napenda kumshukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, ambayo waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kwa kukubali wito wetu wa kumwalika kuja kwenye shughuli yetu leo hii ambayo ilikawa maalum at maalumu kwa ajili ya kufanya marekebisho ya katiba yetu. Kwa hiyo, mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana sana sana. Sasa hivi mheshimiwa rais rais kwenye kampeni karibu mwezi wa tatu. Kwa hiyo mheshimiwa waziri na kazi kubwa sana, utamwona mshoto kulia, ndio kama habaki yeye serikalini na, na, na, na, na, ni kwa sababu wenzangu wengi wako kwenye kampeni. Kwa hiyo mheshimiwa waziri yuko busy sana. Kwa kubali kuja hapa leo kukaa na sisi ni kwa sababu ana mapenzi na yeye mwenyewe anaijua private sector. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kukujiwa kwake kuja hapa na vile vile, kabla kama yote, vilevile tutamshukuru atupelekee salamu zetu kwa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo kwa kipindi chake amejitahidi sana kurekebisha mazingira ya biashara, na tulipata nafasi nyingi sana za kuongea na yeye mwenyewe binafsi. Na kama mnaona, kuna tume za kodi zimeundwa na zote hizi ni kwa ajili ya kurekebisha mazingira ya biashara, ambayo tumefanya nchi nzima. Mifuko zimekuwa nane kwa ajili ya kuchukua maoni ya wafanyabiashara, ilikuwa tunaongoza sisi hiyo lakini wizara ya fedha wametoa makamishina kwenda kuwasikiliza wafanyabiashara mikoa kama nane za Tanzania nzima, na tukafanya majumuisho hapa Dar es Salaam, na mawaziri wa fedha tuwepo, na waziri nani e, eh, makamu wa rais mheshimiwa Dkt. Mpango ndio anakuja kuzungumza, na kuna baadhi ya mambo kwenye sheria hii sasa hivi yamebadilishwa. Kwa hiyo hotel leo bila makala sana tukapo kwa mtu mpaka alikuwa anaongea sana la na hapa wale kwamba, sakuna, na changamoto hapa waliweza kufunga biashara kwamba unajua sheria kabisa imetamka kwamba hakuna mtu anaweza kufunga biashara. Kulikuwa na ishu za kwamba hizi serikali za mitaa zilikuwa zinatunga bailo mbalimbali, kuweka sheria mbalimbali ndogondogo zile ambazo zilikuwa zina fanya wafanya biashara alafu waongeze gharama za biashara. Tunajua sasa hivi tuliopa kabisa, siku hiyo ni ndio sisi tuliopa imepitishwa bungeni kwamba sasa hivi kila mtu atakayetaka kufanya by law yote lazima awasiliane na la wizara ya fedha kama wizara ya mambo, ili kuondoa zile sheria za kuzungumzia na mara kwa mara kwa hiyo, ni vitu ambavyo vimefanikiwa kwa muda mfupi kwenye financial year ya mwaka huu. Kwa hiyo sisi kama wafanyabiashara kwa kweli kuna mambo mengi ambayo tumesaidiwa na tunaendelea kufanya na serikali kwenye ningenimezi zetu.